Ama kwa ndugu, mpenzi mfuatiliaji wa simulizi hii pendwa ya Penzi la Misukule, hakika wapo waliolala jana, leo hawakuamka, hawakupata nafasi ya kusema samahani wala nakupenda. Na si kwa sababu wewe ni bora kuliko wao, ni neema tu ya Mwenyezi Mungu. Maisha ni kama mshumaa, unaweza kuzimwa bila taarifa. Karibu sana kwenye simulizi pendwa ya Penzi la Misukule, sehemu ya kwanza, inaletwa kwenu na Vivan TV, mahali ambapo hadithi hugeuka maisha, na simulizi hii inasimuliwa kwa hisia na uzito wa moyo na sauti ya kipekee. Simulizi hii imedhaminiwa na na na Vivan on the beat, Pablo Markel, bila kuwasahau Pepsi, kinywaji bora nchini Tanzania. Jina langu naitwa Vivan Logic. Hii si hadithi ya kawaida, ni hadithi ya mapenzi yaliyozaliwa kwenye giza, yakaota mizizi kwenye machozi. Kaa tayari, fungua moyo na ruhusu simulizi iingie ndani yako. Ndani ya kijiji cha Masimango palikuwa na kijana aitwaye Masumbuko. Alikuwa na uso wa mvuto wa kipekee mpole, na nywele zake zilikuwa laini zikiteleza mithili ya maji ya mto Naili. Ingelikuwa ni sasa, ningesema halikuwa handsome boy. Halimpenda Zawadi, msichana mrembo mwenye tabasamu la kipekee, tena la kutuliza moyo. Ama kwa hakika halikuwa piskari Alipo tabasamu hata maumivu ya moyo yalinyamaza. Nguo zake zilianguka mwilini kama zimeumbwa kwa ajili yake. Penzi lao lilikuwa gumzo sana pale kijijini, walikuwa mfano wa wapenzi wa kweli. Walishikana mikono bila aibu, walicheka pamoja, hata wakati wa shida. Ama kwa hakika, mapenzi yanapokolea, maneno matamu hutoka kama harufu ya chai ya tangawizi. Siku moja walipumzika chini ya mti mkubwa wa mkuyu, walitazamana, wakashikana mikono na Masumbuko akasema kwa upole, Zawadi, Nikikosa kila kitu maishani, sitaki nikukose wewe. Tujenge hata nyumba ya udongo, mradi tujaze upendo wetu. Zawadi alitabasamu, macho ya yake yamejaa machozi na kusema, Masumbuko mpenzi wangu, Masumbuko mpenzi wangu, takupenda mpaka mwisho wa mzee wangu. Lakini hawakujua, hawakujua mti ule haukuwa mti wa kawaida. Ulikuwa mbele ya nyumba ya mzee Nunda, mzee wa kishirikina ambaye aliweza kubadilika na kuwa kiumbe chochote kile alichokihitaji hitaji kupaa juu ya anga. Mzee Nunda aliogopwa na kijiji kizima. Mzee huyu alikuwa na fisi wake, fisi ambaye alikuwa na macho mekundu. Fisi huyu alikuwa ni kama ndege au njia ya usafiri kwake. Kwa, kwa watoto ambao walitumwa dukani na mzee huyu alafu wakagoma kwenda, basi usiku aliwafanya disko vumbi, nikiwa na maana aliwakanyagia chini na kuwalaza nje usiku kucha. Kwa ufupi, Mzee Nunda alikuwa mtu wa maajabu sana. Mzee huyu alimpoteza mpenzi wake zamani kwa usaliti, na tangu siku hiyo aliapa, hakuna mapenzi yatastawi mbele yangu, alisikika akisema kwa sauti nzito. Mzee huyu alikuwa na nyumba nzuri ambayo alibadilisha muonekano kila siku, lakini yote tisa, licha ya kuwa na nyumba nzuri, hakuwahi kulala ndani hata siku moja. Alilala sehemu yoyote ile, iwe makaburini au sehemu yoyote ile ambayo alipenda. Usiku huo, oh, mzee Nunda chora duara kubwa la laana, akawasha mshumaa wa damu ya popo na mavi ya nguruwe, kisha akacheka kwa dharau na kusema Upendo huu hautaishi. Mmoja atageuka msaliti, mwingine atakuwa kivuli cha maumivu, na wote watakuwa wango. Siku zilipita, zawadi alianza kubadilika, akawa mkali, mkimya na mwenye tabia zisizoeleweka. Alipotakiwa kutoa maelezo, alimjibu Masumbuko kwa hasira, we Masumbuko, naomba unikome, usinifuatefuate kama mbwa. Nina maisha yangu ndugu mpenzi mfuate simulizi hii huna haja ya kumlilia mtu anayekudhalilisha na mwanaume wa kweli haoneshi nguvu kwa kipigo wala matusi bali kwa namna anavyosimama wakati anapojeruhiwa waswahili wanasema asiyekupenda hachana naye na sio kuwachana nayo tu liache liende na sio kwenda tu likafia mbele na sio kufia mbele tu lisirudi lakini kumbe Zawadi alianza mahusiano ya asili na tipwa tipwa tipwa, mvivu wa wanya ambaye kwa jina la utani pale kijijini aliitwa kibonge nyanya, ambaye pia alikuwa rafiki mkubwa wa Masumbuko. Ama kweli kikulacho kinguoni mwako. Siku moja, Masumbuko alimfuata Zawadi kimya kimya, akamkuta katika mti mkubwa wakiwa na tipwatipwa tipwa, mvivu wanya wa wenye tumbo kama karai au ngoma ya kijijini wakiwa kwenye maaba mazito, machozi yalimtoka hakuweza kupiga kelele, alisimama tu, moyo wake ulipasuka vipande vipande, hakuamini kile alichokiona. Masumbuko alilia sana, hakuamini kile alichokiona. Alirudi nyumbani akajifungia, hakutoka wala kuongea na mtu kwa siku tatu. Siku ya nne usiku alitoweka. Watu walimtafuta porini, walipiga mayowe, wengine wakachoma matawi, lakini kupatikana mtu pekee aliyemuona ni mzee Nunda, mzee ambaye aliyekuwa ni mchawi ambaye aliogopa pale kijijini. Waswahili wanasema moyo ukiumia, muziki huwa tiba. Hebu tusikilize wimbo huu mfupi unaogusa moyo, kisha tutaendelea na simulizi yetu. Masumbuko akiwa mbele ya miguu ya mzee Nunda akitetemeka, macho hayana mwelekeo, sauti yake ikitetemeka. Mzee Nunda akamtazama Masumbuko kwa jicho la giza akasema, karibu kijana wa mapenzi, leo wewe si wa dunia hii tena, wewe ni kivuli, wewe ni msukule. Baada ya kusema hayo maneno, Masumbuko alibadilishwa papo hapo kuwa mzee na mzee Nunda hakawa mtoto mdogo. Naam, na huo ndo mwisho wa sehemu ya kwanza ya Penzi la Misukule. Je, Zawadi atagundua alichopoteza? Na je, tipwa tipwa mvivu wa nya atasalimika na laana ya kijiji? Na vipi hatima ya Masumbuko? Usikose katika sehemu ya pili ya simulizi hii pendwa ya Penzi la Misukule. Unaweza kunipata kwa WhatsApp namba 0